Mzima wewe? Mzima. Uh, Pimos. Uh, Pimosi, uh -huh, Pimosi, okay. Ah, hivi unaitwa nani jina? Naitwa Pimos. Ah, Pimos baby. Mhm, Pimos baby. Ah, mashaallah. Unajua umependeza sana. Ah, uh, shukrani na uzuri unachangia. Ah kweli? Ah, uh, Pimos, mimi kuna swali moja ambalo nataka nikuulize. Vipi upo tayari? Niulize, be free. Ah, uh, hivi kwenye maisha yako wewe, kila siku, tunajua kila msichana ana Aa, zile sifa ambazo ameziweka kwamba mimi nitadate na mwanaume wa fulani fulani fulani. Je, wewe ni sifa gani ambazo umeweka kwamba mimi nitadate na mwanaume wa aina hii na aina hii? Mbona sasa swali kama ni lazima kunishinda, kwamba mimi nitadate na mwanaume wa aina gani ya yani, kwamba wewe una yani mwanaume ambaye unahisi kwamba huyu anafaa kuwa mpenzi wangu, yaani ukimwangalia tu. Hai, sawa. Mimi hapa napenda kuwa na kimahusiano na mwanaume kima ambaye atakuwa mkweli, muwazi, ananishirikisha mambo yake, ananisaidia pale ninapokuwa na uhitaji, ananisikiliza, hanipigi. Hapo kwene kupigwa ndo, ndo, tu kazi. Sitaki kuwa na mwanaume ambaye ananipiga, sitaki kupigwa. Ehe, hivyo. <todicu> Kuna watu wengine wanasema kwamba mi siwezi kudate na mwanaume ambaye hana ndevu. We vipi yako imekaja Kwani ndevu ni nini? Kwani bila ndevu witu mwanaume. Ndevu sio kila kitu eti. Ndevu sio kwamba ukiwa una ndevu mimi ndo uswepe zangu miafana. Mimi hapana, mi ukiwa ukiwa tu una hizo sifa nilizokutajia, hata kama huna ndevu mweupe kama, kama mimi vitu na deti tu vizuri, lakini ndio uzingatia hayo nilioyasema. Nashukuru na sana, haya shukrani, karibu.